Mara ya mwisho mlizungumza kitu gani? Unajua, tunamshukuru Mungu kwa yote, yeye ndiye alitupa nafasi ya kuishi na ana uwezo wa kusema chochote wakati wote. Mheshimiwa, nimeongea naye Jumanne juzi usiku, sawa. Akiwa na mandalizi ya kuja kesho kutwa Jumatatu, ashptuatau zinafika. Tulianza kuona mitandaoni watu wakiwa wanaposti wana, wana wana wanaposti na simu zikawa nyingi, kusema sijui chochote sielewi chochote, na mi naona kama wanavyoona watu wengine kwenye mitandao. Kinamwisha mwishoni pata taarifa kutoka kwenye klasa wa bunge, tukawa tunathibitisha taarifa, lakini baadaye sikuweza kuulizia mpaka nilivyoenda kwenye TV TBC, ndo wakawa wametangaza mara ya mwisho mliwasiliana kitu gani? kazi gani? alikupa kazi gani? kama mwisho alinipa kazi ya tumetoka, tangazo la kozi zile za ufundi na Pelamio kwenye mkoa wetu wa Ruvuma, imetoka Pelamio la St Joseph kule Mbinga, mkoa wa mzima wa Ruvuma, kakanitaka niende nikutane na mkuu wa chuo cha Pelamio kujua utaratibu ulivyo lakini pia kaniambia ni wasiliana na makatibu wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata jimbo la Peramiho kata zote 16 na nilifanya hiyo kazi, na nikarudisha ripoti kwake. Wakati narudisha ripoti kwake, ndio sikuona tena yake, bwana nijibu. Lakini ukweli wa Mungu, tunaje kusema, tutangulia na sisi tutamfuata. ume umeishi naye kama kiongozi wake kama, kama kiongozi wako, uh, msimamizi wa mbali kupa nafasi uh, kuna uongozi wake kitu gani umenifunga. Yani, tunayo nafasi ya kujifunza mengi mshauri wangu. Kuwa kiongozi ambaye anajua ukubwa wake, anajua hadhi alionayo, alikuwa anaweza kukaa na mtu yoyote. Na kimsingi kwa nafasi ya kipindi hiki, mimi nikiwa shuhuda kama msaidizi kwenye ofisi yake, tumeona walio wengi watu wamefanikiwa pale. Ambapo alikuwa na uwezo wa kumsaidia mtu kwa nafasi yake, alikuwa anasaidia. Ni pale ambapo uwezo hana, anakuambia hili jambo binafsi, uwezo sina, lakini tunapambana namna kuona namna tutakapokusaidia. Asante.